Leo nataka mfahamu aliyekuwa rais wa Honduras ambaye amehukumiwa kwa makosa ya uuzaji na usambazaji wa dawa za kulevya na silaha Marekani pamoja na nchi mbalimbali tofauti. Kutoka kuwa rais mpaka kuwa mfungwa wa makosa ya uuzaji na usambazaji wa madawa ya kulevya, nitakuelezea stori nzima jinsi yes, ilivyokuwa waruga rais ili upate kuelewa. Usisahau kubonyeza subscribe, follow hapo chini ili tuendelee kuwa pamoja kwa episodi zote zinazofuata. Juan Orlando Hernandez ndiyo jina lake mwamba, alizaliwa tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi mwaka 1968 huko Gracias, Honduras. Kwa profesheni yake jamaa ni loya lawyer. Lawyer kibongo, kibongobongo tunasema mwanasheria msomi, na kwenye siasa pia jamaa ni kada wa chama cha National Party of Honduras. Kupitia ushawishi wake aliokuwa nao, ulimfanya yeye kuweza kuchaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo ya Honduras kuanzia tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2014 hadi alipofika tamati ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tarehe ishirini na saba mwezi wa kwanza. Sasa imekuwaje mpaka anamhusisha na usambazaji wa dawa za kulevya kabla na baada ya yeye kuwa rais? Picha linaanza, mamlaka zinazohusika kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Marekani hapo hapo mjini Miami wanamkamata jamaa anaitwa Antonio Orlando Hernandez kwa makosa ya kusambaza dawa za kulevya na silaha na pia aligushi hati za kuingia nchini Marekani. Hakuwa na hati sahihi, yani aliingia na vitu fake. Kwenye uchunguzi wao walikuwa wanamfahamu vyema na, na kumtafuta kwa muda mrefu. Bwana Antonio aka Tony ni kaka wa Rais Juan, na pia Bwana Tony alikuwa ni mbunge huko nchini Honduras. Yani ni kwamba ya mambo wamemkamata akihusishwa na matukio ya madawa ya kulevya pamoja na usambazaji wa silaha nchini Marekani mjini Miami. Alikuwa ni mdogo wake Rais wa Honduras, Juan Orlando Hernandez, na pia jamaa alikuwa ni mbunge huko Honduras. Kesi yake bwana Toni akawa anahusishwa na kusafirisha mamia ya tani za madawa ya kulevya aina ya cocaine ambayo alikuwa anaingizwa Honduras kwa boti au ndege, kisha Toni na timu yake ya watu wabaya akiwemo polisi na wanajeshi wa Honduras walikuwa wanaandaa vizuri mzigo kufunga, label, jamaa, na kisha wakimaliza kuufunga juu anaweka lebo TH. Yani jamaa alichokuwa anakifanya anafunga mzigo wa madawa ya kulevya kama vile anafunga silesi za mkate, alafu juu anaweka logo yake TH, yani kifupi cha Tony Hernandez, ili huo mzigo uko unakoenda, kila sehemu utakakopita, kila nchi Marekani na kila sehemu wanakopeleka mzigo ujulikane kama mzigo wa kwake mwamba baada ya hapo sasa, wanaanza kusafirisha mzigo sasa, huupeleka nje ya nchi kwa kutumia boti na ukiwa na ulinzi mkali wa wa, wa wa jeshi la Honduras wakiwa mkua, wa Davis, na silaha za kivita. Lakini pia kiongozi mkuu wa wafanyabiashara wa madawa ya kulevya mwamba alikuwa anaitwa Davis Leonel Rivera, naye jamaa alikuwa anatuma watu wake na hao nao pia wanaenda kusindikiza huo mzigo ujama, na au jamaa wanajiita Cachiros, watu wabaya sana, wana silaha nzito na hao nao pia wanakuwa nyuma endea kulinda ule mzigo mpaka ufike sehemu husika. Sasa baada ya bwana Tony kukamatwa, akaanza kuchomesha, akamtaja kaka yake Juan Orlando Hernandez, wakati huo ni rais wa Honduras, kwamba ndiye anayemtuma kusambaza mzigo kila nchi na ndiye rafiki mkubwa wa mwamba Davis Rivera ambaye ndo mkuu wa wafanyabiashara wote wa madawa ya kulevya Honduras ilivyokwambia ndo kiongozi wa kikosi cha Kachiros. Hata hivyo mwaka 2021, na pamoja na yote hayo aliyofanya bwana Toni kuwachoma wenzia na kuonyesha ushirikiano wa kutosha, lakini mahakama nchini Marekani ilimhukumu kifungo cha maisha jela, hakuweza kupata suluhu yoyote ile. Na mpaka sasa tunapozungumza mimi na wewe, jamaa bado yupo jela, yupo nyuma ya nondo. Sasa kazi kubwa kwa Marekani ikawa ni vipi atampata Juan bila kuleta machafuko Honduras, kwa sababu wakivamia kwenda kumkamata wakati yendo rais wataleta machafuko. Wakapiga plani, wakaona amebakiza mwaka mmoja tu kuendelea kuwepo madarakani hoo, kama vipi wamsikilizie, wamsubirie mpaka urais wake watakapoisha, ko pale ambapo atakuwa amemaliza tu msimu wake, na wao pia Marekani wafanye mpango wa kumalizana naye, sio kumnyakua kama walivyomnyakua juzi Nicolas Maduro, rais wa Venezuela wa Venezuela. Hiyo ni story nyingine na mada nyingine nitakuja nayo tena next time, kwa sababu ilibidi wamnyakue Maduro kwa sababu alikuwa hana mwisho o komo, o kwa ukomo wa uongozi. Kweli bwana, tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2022 na mbili Juan akawa amemaliza rasmi muhula wake kama rais wa kuiongoza nchi ya Honduras. Hivyo basi bila kuchelewesha, ndani ya wiki mbili ndani ya wiki mbili Marekani wakatuma hati ya kutaka akamatwe na kufikishwa Marekani na kusomwa mashtaka yake yote ya kujihusisha na magenge ya uhalifu ambayo yamekuwa yakisambaza kokeini Marekani na kupeleka silaha Marekani. Ghafla tu kutoka kuwa rais mpaka kuwa mshtakiwa wa dawa za kulevya, asiyo mheshimiwa rais mstaafu. Bila kuchelewa, maagizo yakabidi yatekelezeke, kwa sababu bila kutekeleza Marekani walikuwa na mpango wa kuingia wenyewe kuingia wenyewe front na kuja kumchukua, hali ambayo ingeleta mgogoro na ingesababisha machafuko. Ikabidi sasa watume polisi kama wote, wakaizunguka nyumba ya Juan, akiwa na mke wake na watoto wake wanne. Wa nyumba yake ipo kwenye mji mkuu wa Honduras, bonge moja la mansion la kifahari kama unavyoona. Juan akaona mambo yasiwe mengi, isijen ikazalilika kwenye familia, akajisalimisha kwa polisi. Kama unavyoona hapo wameshajisalimisha na wanampiga pingu za mikononi na miguuni, na wakaenda kuwakabizi Marekani <coughs> na walipomfikisha Marekani, walimuweka kwenye gereza lenye ulinzi mkali ambalo uwezi hata kufikiria kutoroka. O, gereza hilo hilo ambalo wamemuweka Nicolas Maduro hivi sasa, gereza linaitwa USP Hazleton, iko West Virginia. Hili ni gereza ambalo lina ulinzi mkubwa sana, ulinzi mkali sana, na watu ambao wamewekwa humo ni wenye makosa kama hayo ya madawa ya kulevya, uh, ugaidi kesi kubwa kubwa, yaani walioko humo wote hukumu zao ni kubwa. Kesi ikaanza kusikilizwa, kesi ikaendelea kusikilizwa huku Juani akiendelea kujikukataa na kujitetea kwamba hausiki na na chochote na ule mdogo wake aliyekamatwa na madawa, hiyo ni biashara yake, wala yeye hausiki na chochote, kwamba wanavyomwambia kwamba yeye anafaidika na zile hela ambazo zilikuwa zinapatikana, zile hela ambazo zilikuwa zinapatikana kutokana na uuzaji wa madawa, alikuwa anafaidika nazo na ndizo ambazo alikuwa anazitumia pia mfanya endelee kubaki madarakani kwa kuendelea kugawa rushwa kwa watu wengi zaidi ili waendelee kumkubali. Amadai yote aliendelea kuyakataa na akisema kwamba ee, hausiki chochote na wala hausiki na huyo mdogo wake wala hausiki na vikosi ambavyo magenge ya uuzaji wa madawa ya kulevya ambayo yako Mexico. Lakini pamoja na kujitetea kote, alikutwa na hatia ya kusaidia kusafirisha dawa za kulevya na silaha, sio kwa moja kwa moja, lakini alikuwa akisaidia kusafirisha Madawa ya kulevya na silaha kama vile mfadhili. Kwa hiyo mbele ya jaji Kevin Castle katika mahakama ya Shirikisho, Manhattan mjini New York, Juan akala nyundo 45, yaani alipigwa kifungo cha miaka 45 jela na faini ya dola milioni 8. Kumbuka yeye mwenyewe pia ni lawyer by professional. Wao akacheza akacheza na akadanki anavyoweza, na maloya wake wengine waliokuwa wanamuongezea nguvu wakarukaruka wakaja kudondokea hapo kwenye kifungo cha miaka arobaini na tano. Hata hivyo hawakukata tamaa, waliamua kukata tama, wali kukata rufaa. Kwa hiyo hii siku tarehe ishirini na sita mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na nne alikuwa rais Juan Orlando Hernandez alirudi nyuma ya nondo akiwa kama mfungwa wa miaka arobaini na tano akianza kutumikia kifungo chake. Ametumikia kifungo chake kwa muda wa miezi kadhaa mpaka mwaka jana mwaka elfu mbili na ishirini na tano Donald Trump aliposema kwamba jamaa kama vile alifungwa kwa kuonewa, kama ilikuwa ni makosa, kwa sababu alihusishwa bila kuwa na ushahidi wa direct ambao ulimhusisha kwamba yeye anahusika, ila tu alihusishwa kwa sababu tu yeye ni mkaka wa aliyekamatwa na madawa kulevya Tony, lakini pia alihusishwa kwa sababu yeye ndio ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vilikuwa chini yake. Kwa hiyo yeye alihusika kwa nia hiyo, hivyo Trump akamlegezea kamba mchizi, amemtoa kwenye gereza na kumuweka huru, japo watu wa critical thinking wanakuambia kwamba jamaa hajaachiwa, hayuko huru, ni vile tu wanaendelea kuchunguza magenge mengine ya uhalifu ili waweze kuyakamata. Ndio maana wamefanya kama vile nawamwachia huru, lakini mke wake pia, Juani, mke wake ameandika kupitia mtandao wa kijamii kwamba anamshukuru Donald Trump kwa kuweza kumfanya mume wake kuwa huru, kwa sababu jamaa naye walivyomkamata kama Nicolas Maduro na mke wake naye wakamnyanyua wakaondoka naye Marekani. Ni yeah, hayo tu ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo. Nafikiri utakuwa umeelewa stori nzima jinsi ilivyokuwa, kama ulikuwa umeisikia kwa uchache mimi nimekupa kwa urefu zaidi na kwa lugha rahisi kuelewa. Usisahau so, kusubscribe comment na kulike. Thank you I'm out.